Karibu kwenye chaneli hii ambayo inakupa maarifa juu ya mambo yanayotendeka ndani ya mwili wa binadamu na wengi hatufahamu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi tafadhali bofya kitufe cha like, subscribe, weka komenti yako na share kufikia watu wengi zaidi. Chaneli hii bado changa, kufanya hivyo kutasaidia kufikia watu wengi zaidi Bye. Umewahi kukaa sehemu kisha mtu akaanza kutafuna chakula kwa sauti au kupumua kwa nguvu kana kwamba navuta hewa kwa makusudi. Labda mtu akapiga mswaki akaongea na chakula mdomoni au akacheza na kalamu mezani na ghafla ukaanza kujisikia hasira, kuchukizwa au kutaka kuondoka haraka eneo lilo. Kama umewahi kujisikia hivyo, huenda unakabiliwa na hali inayoitwa misofonia. Misofonia ni hali ya kiafya inayosababisha mtu kukerwa au kuchukizwa kupita kiasi na baadhi ya sauti maalum. Sauti hizo kwa watu wengine huonekana za kawaida, lakini kwa mwenye misofonia huwa chanzo cha hisia kali za hasira, uoga au kukosa utulivu. Baadhi ya sauti zinazoweza kuchochea hali hii ni kama kutafuna chakula mdomo ukiwa wazi, kupumua kwa nguvu au kunusa mara kwa mara, kumeza au kunywa kwa sauti, kupiga mswaki au kusugua meno, kugonga meza kwa kalamu kugeuza karatasi plastiki au kuchakata chakula kwa sauti. Kwa mtu mwenye misofonia, sauti hizi si jambo dogo. Ubongo wake huzitafsiri kama tishio au kero kali, na mara moja mwili huanza kutoa ishara za msongo. Mapigo ya moyo huenda kasi, jasho litoka, na hisia za hasira au woga hujitokeza. Sababu za kutokea misofonia. Mpaka sasa sababu kamili ya misofonia haijafahamika, lakini wataalamu wamebainisha mambo kadhaa yanayoweza kuwa chanzo au kuchangia hali hii. Moja ni historia ya kifamilia; watu wengi wenye misofonia wana ndugu au mzazi aliye na hali kama hiyo. Mbili ni utofauti wa ubongo; tafiti zinaonyesha kuwa ubongo wa mwenye misofonia huwa na tofauti katika jinsi unavyotafsiri sauti, hasa katika sehemu zinazohusiana na hisia na kumbukumbu. Na tatu, msongo wa mawazo na wasiwasi mtu mwenye anxiety au stress kubwa huweza kupata hali hii kwa urahisi zaidi. Ma magonjwa ya sikio, baadhi ya matatizo ya kusikia au usikivu uliokithiri vinaweza kuchangia. Wapo wataalamu wanaosema misofonia ni tatizo la kinyurolojia, neurological disorder, kwa maana ubongo hauwezi kuchuga sauti kwa usahihi. Badala ya kuziona kama sauti isizo na madhara, ubongo huziona kama hatari na hivyo kuamsha hisia kali za kujilinda. Dalili za misofonia hutofautiana, lakini mara nyingi hujitokeza pale mtu anapokutana na sauti fulani inayoamsha hisia zake. Miongoni mwa dalili hizo ni mapigo ya moyo kwenda kasi, kutokwa na jasho, kifua kubana, shinikizo la damu kupanda, hasira isiyoelezeka, wasiwasi au uoga, kutaka kufoka, kupiga kelele au kuondoka mara moja. Baadhi ya watu hufika hatua ya kujihisi wanachukia mtu anayetoa sauti hizo ingawa wanajua haimpasi kumchukia. Hali hii huweza kuathiri mahusiano, kazi au maisha ya kijamii kwa ujumla. Watafiti wanasema misofonia mara nyingi huanza tangu utotoni au kipindi cha ujana. Mtu anaweza kuanza kuona anakasirishwa na sauti fulani nyumbani, labda sauti ya mzazi au ndugu wa kila, na hali hiyo ikikua kadiri anavyokuwa mtu mzima kuna uhusiano mkubwa kati ya misofonia na watu wa karibu, jambo linaloonyesha kwamba hali hii inaweza kuwa na msingi wa kijenetiki au wa kijamii kutokana na mazingira ya utotoni. Je, misofonia ni ugonjwa wa akili? Swali hili limekuwa mjadala mkubwa. Baadhi ya wataalamu wa saikolojia wanaona misofonia kama ugonjwa wa kiakili wa kiwango cha chini, mild mental disorder, ilhali wengine wanaiweka kama hali ya kisaikolojia inayosababishwa na utofauti wa ubongo kwa sasa bado haijapewa nafasi rasmi katika vitabu vya uchunguzi wa magonjwa ya akili kama vile DSM-5, lakini inaendelea kufanyiwa utafiti zaidi duniani kote. Kwa sasa hakuna tiba kamili ya misofonia, lakini kuna njia kadhaa ambazo zinaweza kusaidia kudhibiti na kupunguza athari zake. Moja, epuka vichochezi: tambua sauti zinazokusungua na jiepushe nazo inapowezekana. Mbili, tumia earphones au white noise: sauti tulivu zinaweza kufunika zile zinazokukera. Tatu, Tiba ya utambuzi wa tabia, hii ni tiba ya kisaikolojia inayofundisha ubongo wako kutafsiri upya sauti na kupunguza athari za hiki hisia. Nne, mazoezi ya kutuliza akili, meditation, kupumua kwa utaratibu au yoga vinaweza kusaidia kupunguza msongo. Tano, kujielimisha na kueleza wengine, wajulishe ndugu, marafiki au wenzako, ili waelewe unapokuwa mkimya au unaepuka sehemu fulani, wasichukulie vibaya. Misofonia si dalili ya ubaya, ukorofi au kujifanya. Ni hali halisi inayohusisha jinsi ubongo wako unavyopokea na kuchakata sauti fulani. Kujitambua kuwa unayo ni hatua ya kwanza kuelekea kuishi vizuri nayo. Kama hali hii inakusumbua sana au inakuletea changamoto kazini, nyumbani au kwenye mahusiano, tafuta ushauri wa kitaalamu kutoka kwa mshauri wa afya ya akili au daktari wa masikio. Makala haya yametayarishwa kwa lengo la kuelimisha. Usijichukulie vibaya ikiwa unajikuta unakerekwa na baadhi ya sauti. Unachohitaji ni kuelewa hali yako na kuijibu kwa utulivu. Natumai umepata kitu na umeelewa kwa nini hali hii inatokea. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi tafadhali bofia kitufe cha like, subscribe, weka komenti yako na share kufikia watu wengi zaidi. Chaneli hii bado changa, kufanya hivyo kutasaidia kufikia watu wengi zaidi. Bye.